East Africa Radio Dar es Salaam. Kwanza mimi niwapongeze ni sana kwa sababu eh, mnazungumzia mambo ya kina mama na naona nyinyi wenyewe kina mama ni kina mama na uongozi mzima wa PP Media naona zaidi kina mama. Asante. Kwa hiyo niwapongeze mnafanya kazi mzuri na swala la kuwawezesha kina mama kwa upande wa serikali kuna mikakati mingi imefanyika. E, mnaona tuna zile asilimia kumi ambapo kina mama wana asilimia nne ambazo zinatokana na e, mapato ya ndani ya halmashauri zetu, na kwa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kweli ukilinganisha mikoa mingine, tunatoa mikopo mingi sana nava hata pesa ambazo tumetoa ni kiwango kubwa kuliko mikoa mingine, lakini lazima tuseme ukweli tu kwamba Dar es Salaam ndio mji ambao una fursa nyingi zaidi, kwamba wakina mama pamoja na hata vijana wengi wako katika mkoa wa Dar es Salaam, kwa kuangalia na population yetu ambayo milioni sita na sasa hivi inakadiriwa hivyo. Sasa, kuna mikakati gani baada ya makao makuu kuhamia rasmi iko Dodoma, lakini baada ya serikali sasa kuhamishia shughuli zake za kutawala Dodoma mbaki kuwa jiji la kibiashara. mm -hmm. E, na jiji la kibiashara tunataka tufanye biashara, tuweze kuhakikisha kwamba bia, tuna promote biashara hapa na hata nchi jirani e, zile ambazo zinatuzunguka basi waweze kuja kufanya biashara zao zaidi hapa Dar es Salaam. mm -hmm. Tunafahamu kuna changamoto. Ukiangalia wale wafanyabiashara wa chini, tuna vitambulisho ambavyo mheshimiwa rais alitoa. mm -hmm. Lakini tunasema tuangalie sasa tuwawezeshe lakini mna biashara nyingine ziweze kwenda sambamba. E, tuna changamoto ndogo ndogo ambazo tunajaribu kuzi, kuzishughulikia kwa maswala ya mikopo. Tunatoa fursa tuweze kuona kwamba watu waelimishwe. Kwa mikakati iliyopo ni kujaribu kuona hawa akinamama ambao wanaanzia chini tuweze kuwapatia mafunzo. E, sisi tunatoa, tunatoa mikopo lakini ukiangalia tumeweza ku kutoa mafunzo kwa kushirikiana na FAO karibu wanawake mia tisa thelathini na kitu, ni wengi mm-hmm. tunawapa mikopo, lakini tunawapa na mafunzo jinsi ya kufanya biashara zao, lakini tunajaribu kama serikali kuondoa urasimu eh, wa kuweza kuhakikisha kwamba vibali vile vya kufanya biashara kwa wafanyabiashara, wakati hawa wafanyabiashara wadogo tuondoe kusumbuliwa uweze kuhakikisha biashara zao zinakwenda, lakini zaidi ni, ni kupata mtaji na kuweza kupata mafunzo kujua kwamba tukianza biashara hii itakuwa, na tunaangalia uwezo wa kuweza kuwa na utaratibu, tuwe na makundi ambao tunaweza tutakuja kuonyesha kwamba tumewatoa katika hali ya chini mpaka wamefika katika hali fulani. Yani tunaenda kama incubators, wa unawajenga, unawafahamu ni kina nani, tunawawezesha, wanapata mafunzo alafu wanakuawa kwao na hawa lazima tuwafahamu ni kina nani, wako wapi, tuweze kuwa, kuwa, kuwa, de, kuwaendeleza kwao. Mikakati ipo mingi kwasio wabiashara wafanyabiashara wadogo tu. Nitakumbuka hata hapo nyuma nimekuwa na kikao na wafanyabiashara kwa ujumla wao mm, e, tulikiairisha kwa sababu tuna matarajio yetu ni kwamba tuje na majibu tunapokutana na wafanyabiashara tuweze kuhakikisha kwamba kweli zile changamoto ambazo wamezisema na serikali imezifanyia kazi nyingi sana. Serikali imefanya imetoa e, katika upande wa sera kupunguza aina e ya kodi. Serikali imeweza kubadilisha kuboresha sera kuboresha sheria. vile vile, changamoto inaweza kuja sisi watendaji tabia zetu ndio zikawa kikwazo kwao. Tunaongeza ile nidhamu ya utendaji, na nimesema kwamba ukiangalia karibu asilimia themanini ya mapato ya serikali yanatoka katika mkoa wa Dar es Salaam na sisi hatuna biashara nyingine, hatuna madini ukiacha mchanga na chumvi, kama tuna dhahabu hatuna hapa. Eh, ni biashara. Kwa hiyo ni nisema mkakati kwanza ni kuwatambua kina mama, mm, ni kina nani mm, wawe katika vikundi tunawezesha. Tuna wakinamama kwa mfano Temeke tumetoa mikopo ambapo wamekopeshwa gari la kuzoa taka, mm, soko lipo Eh, kinamama wamekopeshwa sasa hivi, tunasema tuna baadae ya kutoa pesa tutoe vifaa, eh, manispaa Ilala, manispaa za Dar es Salaam kwa kweli ni, ni modo ambao sasa hata mikoa mingine inafuata. Tunapata vikundi vile, tunavipa vifaa tunanunua, kuna wengine unakuta watu wanaweza kuwa na daladala hizi, eh, watu wanakuwa na mashine eh, watu wanakuwa na maroli haya, unakuta ile inasaidia kwa sababu wengine ukiwapa pesa eh, wanagawana E, lakini lazima wape vifaa vile, na ukishawapa vifaa tumeshafanya tathmini kwamba soko lipo mm -hmm. E, kama ni kifaa soko tayari lipo na tunawapa mafunzo na kuwasimamia. Kwa mimi niseme ni kwamba kweli tunajitahidi e, mikakati ya kiserikali kama serikali ipo na mikakati ya kiserikali ya mkoa nayo ipo. Niwaambie tu kwamba mm -hmm. Tuna utaratibu wa kuendesha mambo katika serikali mm, na mambo mengine yanahitaji uchunguzi na kuna vyombo ambavyo, vina, vina mamlaka hayo na uwezo wa kufanya uchunguzi Django. Basi tutatoa majibu. Asante sana, sawa sa sa, sa yep, sa mm. Sisi tukutakie kila la gheri kipindi cha mamamia East Africa